Ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Johni Pombe Magufuli ametangaza baraza la mawaziri. Um, kwa ufupi kutoka katika chumba chetu cha habari tupate hali halisi ilivyokuwa.

Lakini kwa muhtasari ni kwamba Rais Magufuli ametangaza baraza kama alivyoahidi kwamba baraza lake la mawaziri litakuwa ni dogo, ni wizara kumi na tano tu, huku akiwa ameziacha wizara nne kuziacha na, na kutotoa mawaziri bali manaibu mawaziri. Lakini pia ameahidi mapema tu, ataweza kutaja majina ya mawaziri watakaoshika eh, hata katika wizara hizo, na moja ya wizara hiyo ni ujenzi, uchukuzi na mawasiliano, lakini pia pamoja na wizara ya fedha na mipango. Hivyo tuwatakie tu heri hawa mawaziri waliokwisha kujitambua wapo katika baraza la mawaziri la Dkt. John Magufuli pombe kuwa tayari kwa kupiga kazi, kama alivyopata kusema kwamba sio jambo la kushangilia na kusherekea, bali wanaweza wakajikuta wanasherekea siku watakapofukuzwa kwa kushindwa kutekeleza wajibu wao. Naam.